Mungu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Liko tumaini kwa yule anayengojea tumaini. Liko tumaini la damu ya Yesu. Liko tumaini la jina la Yesu. Liko tumaini la mwamba aliye imara. Haleluya. Tuko darasani. Darasa letu aa, ni, ni darasa la, la ukombozi wa mtoto wa kiume. Ni vizuri zaidi ukamuita jirani yako, ukamuita rafiki yako, ukaifadi video kwa ndugu yako, mtu wako wa karibu, ukasema kuna, ukamkaribisha, ukamkaribisha. Ni nzuri sana sana sana sana kuumega mkate kwa pamoja. Haleluya. Haleluya! Haleluya! Jina langu Mwalimu Glorimina Venansi Mpua. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ametupanda Yesu kwenye udongo mzuri. Tuko Arusha kwa sasa, nina rekodi vipindi hivi, niko kwenye poli la Gambosh, niko kwenye poli la Gambosh, mahali ambako kwa muda huu Bwana ametaka tuje, tujifunze vitu haya yoo. Te, tuko hapa tu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mtoto wa kiume ni fahari kwa mama yake, mtoto wa kiume ni majidai kwa mama yake, mtoto wa kiume ni fahari kwa taifa lake. Karibu sana, funika macho yako, tuombe Mungu. Mungu wetu na baba yetu, Baba, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Sante Bwana kwa uwepo wako na nguvu zako, Baba, nina kila sababu ya kulishangilia jina lako. Wewe ni Ebeneza, hatuna Ebeneza mwingine ni wewe peke yako. Tawala kipindi hiki Roho Mtakatifu, karibu Roho Mtakatifu, simama Roho Mtakatifu, tufundishe. Peke yetu hatuwezi. Utukufu na heshima na adhamani zako Bwana. Uweponi mwako kuna amani na furaha tele. Karibu Bwana kwa ajili tu ya utukufu wa jina lako, tukiomba na kuamini, amen. Bwana ametupanda kwenye udongo mzuri tuko Arusha kwa habari ya watoto wa mazingira magumu ya rohoni. Kwa nini leo tuko huku kwenye poli? Kwa nini? Kwa nini tumekuja kutafuta vyanzo vya uharibifu wa mtoto wa kiume? Ndio maana tumekutangulizia kwanza makala, ili uone maeneo ya maajabu ya Gambosh, ili uweze kujifunza kitu, ili uweze kuona kwamba yawezekana kuna mahali umekamatika, pengine kuna Gambosh inayokuteza. Kwa hiyo tunapokuja na masomo, uwe kwanza umetangulia kuona maajabu ya Gambosh. Haleluya, haleluya, haleluya! Mtoto wa kiume ni thamani sana. Tunapokwenda kwenye vyanzo, tukaenda kugundua matatizo yetu yako kwenye vyanzo, tukawe wewe mwenyewe, tukitaka kujitathimini tu kwenye maisha yako ya kawaida. E, jitathimini tu mwenyewe kwamba hapo ulipo ni mpango wa Mungu, maisha ulionao ni mpango wa Mungu. Umri wako na maendeleo yako ni vitu viwili tofauti. Umri wako na- na na, na, na elimu yako ni vitu viwili tofauti. Elimu yako na maendeleo yako katika jamii ni vitu viwili tofauti kabisa. Mungu amekupanda kwenye hili eneo, lakini imekuja miba mingi, imesongasonga sana, hatimaye huwezi kufika kwenye, kwenye ile hatima ya maisha yako. Umeona, yaani hatimaye yale malengo yako hayatimii. Umeona. Uh, tunarudi pale kwa Paulo alipokuwa anasema ninayafanya mambo ambayo sitamani kuyafanya. Yaani maisha yangu yanatamani kufanya kitu fulani kizuri nakuta kwamba nimefanya kitu nini? Kibaya. Kwa nini? Kuna vyanzo. Turudini kwenye vyanzo. Wewe tu kama wewe, jitathimini, wewe kama wewe mwombaji mwenzangu, mara ngapi umekuwa unapanga kuingia kwenye mfungo wa siku ishirini na moja kwa upana fulani lakini haraka tu unakuta kwamba umemezwa na lile wimbi la washawishi wengi wanaokuambia kwamba hapana, siku ishirini na moja uwezi kumaliza siku ishirini na moja unakula matunda tu siku ishirini na moja unakunywa maji tu siku ishirini na moja unakula hiki tu, hapana, uwezi kumaliza. Unakutana na lile wimbi na lile wimbi linavunjavunja umeona, lina vunja, vunja. Umeona, eh? Lina vunja, vunja na kuharibu, haribu ile kiwango cha imani yako unafikiri ni nini? Kuna vyanzo wameenda kule kwenye vyanzo, wamekukamatia kwenye vyanzo kule kwenye vyanzo, wamemaliza akili yako na ufahamu wako kule kwenye vyanzo. Haleluya, haleluya, haleluya! Kule kwenye vyanzo wamekuumiza, na hawawezi kutengeneza uharibifu bila kurudi kule kwenye vyanzo. Turudini kule kwenye vyanzo hasa hasa sisi watu, sisi, sisi wa mama turudini kule kwenye vyanzo ili tuone thamani nzuri ya watoto wetu. Mtoto wa kiume ukimtengeneza, anatengenezeka. Tulishawahi kuwa nao na tumewahi kuwa nao, wanatengenezeka katika jina la Yesu, wanaonyeka katika jina la Yesu, japo si kwamba ni kitu rahisi. Si, a, a wazazi wengi wamekuwa wananipigia simu, mwalimu, mtoto wangu ana miaka ishirini na nane mtoto wangu ana miaka thelathini lakini ananijibu anavyotaka inategemeana. <laughs> Inategemeana, eh? ilo swali lako uliomuuliza ni swali la aina gani? Inategemeana, hapo kuna mzani unacheza hapo kuna mzani unacheza inategemeana maisha yako wewe ya kiroho yakoje. Kumbuka kwamba unaongea na baba wa mtu, kumbuka kwamba unaongea na mme wa mtu, kumbuka kwamba unaongea na kiongozi mkubwa. Miaka thelathini ni mtu mzima. Ushuhuda wako wewe ukoje? Ameangalia maisha yake wewe, maisha yako wewe kama mama yake Ma, mzani unachezaje hapo? Ndio maana ana uwezo wa kujibu vile anavyotaka. Ikiwa kama hauna maneno mazuri, ikiwa kama roho ya upendo ndani yako haipo, ikiwa kama maisha yako hayana utukufu, anaiga nini? Anaiga nini? Ndio maana hata wana ujasiri. Kuna wengine juzi hapo wamenipigia simu, akaniambia mtoto wangu amenijibu jibu baya sana, nilipokemea dhambi fulani, akanijibu akaniambia, toa kwanza boriti lako. Aa, jamani mzani unacheza mimi sijawahi simamaga nikamwonya mtoto wa kiume nikamuita, nikazungumza naye na akaniambia kwamba toa boriti lako. Hakuna boriti kwenye macho yangu, hakuna ataniambia nini. Ataniambia mimi ni mfano kwake. Namwambia unaniona napendeza hivi nilivyo, e, unaniona ni, ni mama bora kwako. Tutakaa naye kwa muda, tutakaa naye mwezi mmoja, miezi miwili nitakuwa naye ka, yani huwezi jua kama sio mtoto wangu. Na vijana wengine hata siwajui kwao ni wapi, misingi yao ikoje, sijui kabisa, wazazi wao siwajui, lakini nikishamkamata mkononi ule upendo unamfanya atulie, unamfanya awe na muda wa, wa, wa, wa kuniambia hata yale ya sirini, yale ambayo hata mama yake mzazi hawezi kumwambia. Atakaa na mimi atanisemesha, nikagundua wazazi wenzangu, tukitoka tuki, ku kujihesabia haki kwa watoto wetu, tukawafanya kuwa marafiki zetu, tukawafanya kama watu wetu wa karibu, watatutapikia yale mambo yao mazito, na tutakwenda hatua kwa hatua hatua kwa hatua, hatimaye mtoto wa kiume anafunguliwa. Haleluya! mtoto wa kiume fahari kwa mama yake, mtoto wa kiume majidai kwa mama yake, mtoto wa kiume ni fahari kwa taifa lake. Wana wa Israeli walikuwa wanahesabiwa watoto wa kiume tu, watoto wa kike walikuwa hawahesabiwi. Kwa nini? Wana nguvu. Vita vikija, wale ndo wanaosimama mbele. Vita vikija, wao ndo ni walinzi wa u, u, u, nini, ni walinzi wa nchi yao, wamepewa kipaumbele. Sasa sisi kama tunaacha vitu vya ajabu ajabu vinawamaliza watoto wetu, ni changamoto ni changamoto. Turudi kule kwenye ile misingi. Mungu asifiwe sana. Hebu tuone hapa Ezekieli, Ezekieli ishirini na sita mstari wa ishirini na sita unasemaje? Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia moyo mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe, moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama nami nitatia roho yangu ndani yenu. Haleluya! na kuendesha katika sheria zangu, nami nitazishika hukumu zangu na kuzitenda. Nami mtakaa katika nchi ile niliyowapa baba zenu, nanyi mtakuwa watu wangu. Haleluya! nami nitakuwa Mungu wenu, nami nitawaokoeni na uchafu wenu wote. Nitaiamuru, nita ngano iongezeke wala sitawaletea njaa tena, nami nitazishik, nitazidisha matunda ya miti na mazao ya mashamba, nami nitawapa ninyi moyo mpya. Hii ni ahadi ya kimungu ndugu yangu, yaani usione hapa nimeshaanza nginjanginja. Tuna rekodi vipindi hivi, ni usiku sasa, pana mbu hii, pana mbu. Wacha mchezo. Kwa hiyo kisikia papapa

usiache kutuombea. Bwana anasema nami nitawapa ninyi moyo mpya. Tupokeeni moyo mpya, moyo mpya wa kupenda watoto wetu, moyo mpya wa kuthamini watoto wetu, moyo mpya wa kufuatilia mtoto wangu wa kiume, yuko wapi, anafanya nini na, na kwa nini amejiingiza kwenye makundi haya, na kwa nini yuko moja, mbili, tatu. Aa, saa imefika ya ukombozi, atukuzwe Mwana wa Adamu. Saa imefika ya kukumbukwa wa wetu atukuzwe mwana wa Adamu. Pokea sifa, heshima na utukufu wa Ebeneza, kwa sababu unatupenda kupita upeo. Ndugu, changamka, ni wakati wa kulia sasa, ni wakati wa kwenda kule mafichoni kuhakikisha kwamba gamboshi zimetapika watoto wetu. Sisi na wana wetu tunakwenda kumtolea Bwana dhabihu. Haleluya! Sisi na wana wetu tunakwenda kumtolea Bwana dhabihu. Endelea kutufuatia vipindi hivi tunaendelea na, na mfululizo wa masomo yote kwa yote. Wakati tunarekodi masomo haya tuko tunakuandalia uh, majabu ya gamboshi. Tutaanzia hapo kwenye majabu ya gamboshi, gamboshi. Utaendelea na masomo baadaye. Tutakuja kutangazia ni lini tutasimama na maombi kwa habari ya watoto wetu. Tunakupenda. Mwalimu Glorimina na timu nzima ya injili ya watoto tunakupenda sana, tunakuthamini sana, tunakujali sana. Tukuze mwana wa Adamu anayefumbua mafumbo ya shetani, anayefumbua maf... Lakini tunaachaje? Kuzimu inatesa watoto wetu, tunaachaje? Tunaachaje? mtu ana miaka arobaini hana idia ya maisha, amefichwa maporini, eh, mtu ana miaka thelathini na tano hana chochote. Hey, analala chini hana tagodoro, yuko yuko tu macho yake yamechoka choka tu, yuko ile. Tunaachaje? kwani tulienda leba ise kwa ajili kwa ajili ya mashetani? Aa, hapana. Mm -mm. Hapana, hapana hapana. Endelea kunifuatilia ndani ya haya masomo, alafu tutakuja kukutangazia siku ya maombi. Barikuwa sana mwana wa Mungu, funika macho yako tuombe. Baba, kwa ajili ya utukufu wa jina lako lenye thamani, tuko mbele zako Bwana sasa hivi na wakati huu. Situache Bwana, wala usitupite unapozuru kanisa lako Ebeneza. Asante Mungu wangu kwa somo hili, Jehova. Tutangulie tena kwa kipindi kingine kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu, nikiomba na kuamini amen.